jina naitwa frida mimiriki mole binti wa umri wa miaka 22 ni mzaliwa tanzania nashukuru kwa nafasi mlionipatia kulikuwa na mgogoro wa eneo eneo hilo liliuzwa bila sisi kupatiwa taarifa yoyote na baada ya hapo tukachukua hatua za kisheria kwanza tulimfuata balozi wa mtaa tukamweleza hilo akalichukua baada ya hapo akatuambia tumfuate mwenyekiti wa mtaa Tukamfata mwenyekiti wa mtaa akatuambia tusubiri. Baada ya kutuambia tusubiri, sisi tukakaa tunasubiri. Anasema kwamba kuna mzee anamuita kwamba ili aje kusuluhisha. Nikamwambia mama, hapana, hapa watakuwa wanatupotezea muda. Kuna kesi kadhaa, mtu ana ardhi yake, kajenga kinyumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara wanabadilisha hati, basi inakuwa ugomvi mahakamani mwenye haki ananyang'anywa. Baada ya hapo, nikamwambia mama, tuende kata. Ndio tukaenda kata. Baada ya kufika pale kata, tukasikilizwa na mtendaji wa waka, kata. Baada ya kusikilizwa na mtendaji wa kata, akasema tufike siku ya Jumamosi, kuna wawakilishi pale watatusikiliza waliotumwa na mheshimiwa Rais Samia Suluhu. pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa miliki ile hapa pangu, hapa sio, hapa pangu, hapa sio, sasa itakuwa haipo. Baada ya kufika pale, tukaeleza changamoto za eneo, za eneo letu. Baada ya kueleza changamoto la eneo, wahusika waka, wakafika katika eneo lenye ku, kuangalia eneo lilivyokuwa, wakapima eneo baada baada ya hapo, wakamwita mnunuzi wa eneo mnunuzi wa eneo wa mara ya kwanza, wakamwita na mnunuzi wa eneo wa mara ya pili. Mnunuzi wa eneo wa mara, wa eneo wa mara ya pili yakufanikiwa kufika ila alimtuma ali mwakilishi. Baada ya hapo, mnunuzi wa eneo la, la, la pili alifika na, na mikataba yake. Mikataba yake ilionyesha ili kwamba ni majina ya, ya dalali ndio imeandikwa sehemu ya muuzaji wa eneo. Baada ya hapo, wakamuuliza muuzaji wa kwanza aliyekuuzia eneo ni nani, ndo akamwambia kwamba aliyemuuzia eneo majina iliyoandikwa imeandikwa Yona, alikuandika jina, jina la muuzaji alisi. Mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile. Lakini ukimuuza nyumba ulijenga hapana, nyumba alijenga huyu, sasa hii ardhi hati yangu mimi hii, yapo ulikuwa wapi? Mpaka huyu kaja kajenga na ana hati kajenga, alafu nakuja juu yake. Baada ya hapo, tukarudi ofisi ya kata. Tuliporudi ofisi ya kata, maamuzi yaliyotolewa pale ofisi ya kata ni kwamba m-muuzaji wa eneo wa kwanza, ambayo sio muuzaji halisi, kwamba ile eneo alikuwa miliki yake. Kwa hiyo eneo likarudishwa kwa mmiliki halisi. Baada ya hapo, muuzaji aliyeuza bila kibali chochote cha familia akaambiwa kwamba arudishe pesa kwa, kwa, kwa aliyemuuzia. Kweli mimi najisikia vizuri sana hapa leo, nimelala mbarikiwe sana shetani, anaibisha wale waisi wangu, asante. Hivyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa msaada tuliopata. Nashukuru maana kama sio nyee singeweza chochote. Na wapoongera sana, mbarikiwe, mwendelee kuwasaidia wanyonge, mtusaidie sana, na wengine pia wanaeteseka. Asanteni sana. Kwa hiyo haya yanakwenda kuondoka, ndugu zangu. Nashukuru rais mwana umetuma vijana wako waje niangalie kama nimefikia wapi, na nimesema asante. Barikiwa sana, sinakikuwakuwapa lakini katoa nami. Samia asante, asante mama Samia, barikiwa sana, sina hapa lakini nkatoanai.